Rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan wameanza rasmi mazungumzo yao katika ikulu ya Kremlin huku viongozi hawa wawili wakisisitiza upana wa kina cha ushirikiano wa nchi zao pamoja na kujadili masuala nyeti ya kikanda na kimataifa. Mazungumzo haya yanafanyika katika wakati ambao mazingira ya kimataifa yanakabiliwa na, na migogoro mikubwa ikiwemo vita vya Ukraine na mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake ya ufunguzi rais Putin amesema ushirikiano kati ya Urusi na umoja wa falme za Kiarabu unaendelea kuwa kwa kasi ukiwa wa pande nyingi na wenye manufaa ya moja kwa moja kwa nchi zote mbili. Ameeleza kuwa Moscow inauthamini kwa kiwango kikubwa mchango binafsi wa rais Al Nahyan katika kuimarisha mahusiano ya pande mbili, akisisitiza kuwa uongozi wake umechangia kwa kiasi kikubwa kuimarika kwa uaminifu na ushirikiano wa kimkakati kati ya Abu Dhabi na Moscow. Putin amebainisha umoja wa falme za Kiarabu kama mshirika muhimu wa kibiashara wa Urusi katika ulimwengu wa Kiarabu akisema kuwa kiwango cha biashara kati ya nchi hizo mbili kinaendelea kuongezeka kwa uthabiti licha ya changamoto za kimataifa. Ameongeza kuwa ushirikiano wa uwekezaji kati ya Urusi na umoja wa falme za Kiarabu kwa katika kiwango cha juu huku miradi kadhaa ya pamoja ikitekelezwa katika sekta mbalimbali mbali hususan nishati. Kwa mujibu wa rais Putin, nchi hizo mbili zina miradi kadhaa muhimu ya kimkakati katika sekta ya nishati ambayo ina mchango mkubwa kwa uchumi wa pande zote mbili. Pia amepongeza juhudi za umoja wa falme za Kiarabu katika kushughulikia mgogoro wa Ukraine akitoa shukurani kwa Abu Dhabi kwa kuandaa mazungumzo ya pande tatu kati ya Urusi, Marekani na Ukraine yaliyofanyika katika mji wa Abu Dhabi. Putin pia amesisitiza mchango wa umoja wa falme za Kiarabu katika kusaidia mabadilishano ya wafungwa wa kivita kati ya Urusi na Ukraine akitaja jukumu hilo kama ishara ya diplomasia ya vitendo kwa juhudi za kibinadamu. Amesema mazungumzo yanayoendelea kati ya Moscow na Abu Dhabi yana umuhimu wa pekee katika muktadha wa hali tete ya usalama Mashariki ya Kati, akisisitiza kuwa kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina kulingana na maamuzi ya Umoja wa Mataifa ni swala la msingi linalopaswa kupewa uzito wa kimataifa. Aidha, Rais Putin amempongeza Rais Al Nahyan na umoja wa falme za Kiarabu kwa kufanikisha kwa mafanikio makubwa kuandaa michezo ya kimataifa ya Games of the Future, huku akishukuru kwa kuunga mkono mpango huo ambao Urusi inaona kuwa ni jukwaa muhimu la teknolojia, michezo na ushirikiano wa kimataifa. Mwishoni mwa hotuba yake, Putin amependekeza kuendeleza mazungumzo yao kwa kikao cha faraga cha ana kwa ana wakati wa chakula cha mchana cha kikazi baada ya mazungumzo rasmi. Kwa upande wake, Rais wa umoja wa falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan amemshukuru Rais Putin kwa mapokezi ya heshima na ukarimu alioupata Kremlin. Amesema mahusiano ya umoja wa falme za Kiarabu na Urusi yamejengwa juu ya historia ndefu ya ushirikiano wenye tija na ushirika imara, akiongeza kuwa Abu Dhabi iko tayari kuendelea kuimarisha uhusiano huo kwa manufaa ya pamoja. Rais Al Nahyan ameonyesha dhamira ya umoja wa falme za Kiarabu ya kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa na Urusi, huku akisisitiza kuwa juhudi hizo zinalenga kufanikisha malengo ya maendeleo ya nchi zote mbili. Ameongeza kuwa umoja wa falme za Kiarabu inaunga mkono suluhu za kisiasa na kidiplomasia katika kutatua migogoro ya kimataifa, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo badala ya matumizi ya nguvu. Mazungumzo ya Kremlin kati ya Putin na Al Nahyan yanaonekana kama ishara ya kuendelea kuimarika kwa nafasi ya umoja wa falme za Kiarabu kama mpatanishi muhimu wa kidiplomasia katika migogoro ya kimataifa, huku Urusi ikiendelea kutafuta washirika wa kuaminika wa katika mazingira ya kimataifa mazingira yanayozidi kuwa ya migawanyiko.